Asante sana. Katika sura ya kumi tunaona ya kwamba ni sura ambayo inazungumzia wimbo wa Shamsi ama inayoanza na wimbo wa Shamsi. Basi uh, jioni ya leo tunaona ya kwamba uh, Ridhaa anaposikiza Shamsi akiimba anasikia ya kwamba si yale majigambo ambayo kila siku huja akijigamba na kujieleza jinsi ambavyo ilikuwa wa kwanza kuweza kupata shahada kutoka kijiji chao aidha anasema ya kwamba leo na masikitiko wanasikitika, huku akijaribu kuzungumza na chupa akiuliza walikuwa wapi wali, a, b baba yao alipoweza kuaga dunia kwa sababu ya ukosefu wa chakula. Aidha anasema ya kwamba babake aliweza kuwa amemwamini ya kwamba yeye atakuwa mshumaa kwa ile yake atakapo tu maliza masomo yake na kuweza kuajiriwa aidha ni katika wimbo wake tunapata ya kwamba uh, kuna udhalilishaji na pia uongozi mbaya, kwani viongozi hawajawajibika kuajiri vijana ambao wanahitimu na shahada mbalimbali. Ndio tunagundua ya kwamba vibarua ambavyo yanaajiriwa hata wanapodai kwamba waweze kuongezewa mishahara kwa sababu ya elimu yao ya njuu, basi wanazingiziwa kwamba walikuwa wanataka kuzua um, migomo na hivyo basi wanaweza kufu, wanafutwa kazi kutoka kampuni zile. Aidha tunarifua ya kwamba ni katika sura hii ambapo tunaona ya kwamba uh, katika hospitali ya mwanzo mpya, Selume akijaribu kuelezea jinsi ambavyo maisha ya hospitali za umma yalivyo dhorora kwa sababu ya viongozi na viongozi ambao wanaendeleza hospitali uh, zile kwa njia isiyofaa. Basi tunaona ya kwamba dawa zote ambazo zinaweza kupatikana katika zile hospitali zinachukuliwa na kupelekwa katika hospitali za kibinafsi, ambapo tunaona ya kwamba zinaenda kuwasaidia wale ambao wako na pesa na uwezo wa kununua katika uh, hospitali za kibinafsi. Basi tunaarifiwa ya kwamba anasherehekea ama anafurahia katika uh, katika ile hospitali ya mwanzo mpya ambayo iliweza ku tengenezwa na Ridhaa katika lile ganjo lake ambapo familia yake iliweza kuangamia. Basi tunarifua ya kwamba kuna wagonjwa ambao wameweza kuleta hospitalini pale mbalimbali mbali, mfano Kipanga ambaye ameweza kuathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Aidha tunarifua ya kwamba kuna kijana mwingine ambaye ameweza kuathiriwa na dawa za kulevya ambaye amefanya shahada ya uzamili. Aidha tunasikia mguzi meko anasema ya kwamba Uh, uh, vijana ambao wanajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya ni kwa sababu mikopo ambayo imeweza kutengwa kwa ajili ya watu wasiojiweza inapelekwa kwa watu wanaojiweza, matajiri ambao ni mabwenyenye na kuchukua ile mikopo ambayo inapaswa kupewa maskini. Hivyo basi aidha, tunaona ya kwamba kuna msika mwingine ambao ni mgonjwa Baini Tuama ameweza kuletwa pale kwa sababu ya kupashwa tohara. Aidha tunaarifa ya kwamba asilimia kubwa ya waliopashwa tohara wameweza kuangamia, na hivyo basi yeye ameweza kubahatika. Aidha yeye anaendelea na kusema ya kwamba tohara si kitu kibaya ama si mila kwani a, si mila mbaya kwani hata e, mtu akiweza kupashwa tohara anaweza akaendelea na masomo. Na aidha anasema ya kwamba Tamira dadake aliweza kuhitimu shahada ili yeye ali aliweza kutahiriwa, ni hivyo basi kusema ya kwamba mwanamke anaweza kutahiriwa na aweze kuendelea vyema katika maisha yake, ila anasema ya kwamba anahofia mzee Maarifa ambaye ni babake aweze kujua mambo yale, kwani mzee Maarifa aku anaunga mkono swala lile la upashaji tohara. Aidha tunaarifiwa ya kwamba kuna mgonjwa mwingine ambaye kwa jina lake maarufu Pete, pete, tunarifaa ya kwamba ni msichana ambaye aliweza kuzaliwa katika familia ya watoto sita yeye akiwa mtoto wa nne. Basi pete tunalifai ya kwamba alipoangaliwa na babake na kuona ya kwamba hana mshabaha na babake, basi aliweza kufukuzwa ama mamam, mamake kwa kuhofia talaka kwa mmewe, aliweza kumtoa na kumpeleka kwa bibie. Basi anapopelekwa kwa bibie, alipofika darasa la saba basi wajombake waliweza kuchuku, kuchukua mahari kutoka kwa mzee Fungo na Pete kuolewa kama mke wa nne. Basi anapoolewa kama mke wa nne anapata mtoto na anapojifungua mtoto anaamua kutonjiweka pale na anaamua kutoka. Anapotoka anaenda kuendelea na kazi mbalimbali mbali, ambazo alikuwa akiajiriwa mia mbili ambayo mia mbili ile iliweza kutosheleza mahitaji mbalimbali kama vile chakula, kulipa chumba cha malazi na kadhalika. Basi ni katika harakati zile alipopatana na mtu ambaye alikuwa anaitwa Njangumi. Njangumi anamwahidi kwamba ataweza kuwa akimsaidia katika maswala mbalimbali, na kumsaidia kulea kile kitoto, lakini tunar Sura ya kumi